Maliza chuo kikuu na hujafanikiwa kupata ajira, lakini umesoma masomo ya information communication technology, una sababu ya kuhangaika kutafuta kazi serikalini au hata kwenye mashirika ya serikali. Unaweza ukajiajiri wewe mwenyewe kwa kutumia knowledge ulioipata wakati unasoma chuo kikuu. Sasa kwenye kipindi hiki cha leo, nitaongelea jinsi unavyoweza kutumia hiyo e, noleji yako e, kufanya mambo ambayo yatakuongezea wewe kipato na wala hutajali tena kutafuta e, kazi serikalini, mashirika ya serikali au hata kwenye private sector. Endelea kuwa na mimi mpaka mwisho wa kipindi hiki uone jinsi unavyoweza kufanikiwa kujiajiri. Sasa ni kuwa unaweza ukaanzisha biashara ya uwakala wa kidijitali na hii biashara iko vizuri kweli kweli. Kama umejipanga utatengeneza pesa nyingi sana, isipokuwa tu sasa, inabidi uwe mwangalifu, kwa sababu kuna wengine wameanza hiyo biashara hawakufika mbali, kwa sababu wanafanya makosa mbalimbali mbali. Sasa kwenye kipindi hiki nitakueleza makosa matano ya kuepuka, kama unataka kuanzisha hii biashara ya uwakala wa kidigitali na uweze kufanikiwa. Kwa hiyo endelea kuwa nami ni kueleze hayo makosa matano ambayo inabidi uyaepuke kama unataka ufanikiwe kuanzisha hiyo biashara ya uwakala wa kidigitali. Sasa tatizo la kwanza ni usalama wa data, lakini pia kuhusiana na faragha za wateja. Sasa unajua, hii kazi ukifanya, utakuwa na wateja na hao wateja utakuwa na sensitive information inayowahusu wateja. Sasa kitu cha msingi ni kuhakikisha kunakuwa na usalama wa hizi information, haziwezi kwenda kwenye mikono ya watu ambao wasiohusika, na hata wakati mwingine information nyingine ni ya, ya faragha. Sasa uwe makini sana kuhakikisha hazivuji hazi, kwa sababu zitakapovuja na wajanja wanazitafuta sana, wataanza kuzisambaza kwenye mitandao ya jamii na hata wengine kuomba pesa kwa, ukinipa pesa basi mimi nitaacha kuendelea kuchapisha. Sasa hii inaweza kukusababisha kupata matatizo makubwa sana, kwa sababu wateja wanaweza wakakushtaki na vyombo vya sheria vikakushughulikia. Kwa hiyo, hili ni tatizo la kwanza ambalo inabidi ulifanyie kazi. Sasa ili tatizo utalitatuaje? Kwanza ni kuwa eh, uhakikishe hizo data sio rahisi mtu mwingine kuweza kuzifikia. Kwa hiyo kuna kuweka password, lakini pia kuna njia za kuhakikisha mtu kabla hajafika huko, hata kama ame, ameipata password yako anaweza akakwama, kama vile kutumia mifumo ya simu kuwauliza maswali mpaka kuwe na uhakika kwa hao ndio wenyewe. Lingine, swali lingine ni kwa kwa kuwa unaanzisha hiyo biashara unaweza ukawa na wafanyakazi ambao wanakusaidia. Sasa inabidi uongee nao na kuambia, jamani, usalama wa data. Hizi data zikianza kuvuja wote tutakosa kibarua, kwa hiyo wawe makini kwenye swala hilo la kuhakikisha usalama wa, wa, wa, wa data za wafanyakazi a wateja. Swala lingine ni kuwa kila wakati huwe unahakikisha unacheki usalama wa hizo data wewe mwenyewe, kwa kutumia njia mbalimbali ambazo nafikiri nyewe wenyewe mnafahamu e. Kwa hiyo kila wakati uwe makini unafuatilia, e, kuhakikisha kuwa wateja wako wako salama na data zao hazivuji. Hilo ni jambo la muhimu sana. E, alafu kuna, kuna nyingine kuna E, utaratibu ambao e, hata nikiutaja hapa pengine wengine wasiufahamu, lakini wenyewe wanahusika, wanajua wa kuhakikisha kuwa hiyo e, data yako we mwenyewe mwenye data kuna una, una, vitu unavyovifanya ili kuhakikisha kuwa haiwezi kuvuja. Kwa hiyo suala so la kuvuja kwa data au huku usalama wa data ni la muhimu na ndiyo tatizo la kwanza kuanzisha biashara Utapeli wa mitandaoni. Kuna watu wako, yani kazi yao hao wanakuta ku, kuwaibia watu tu. Kwa sasa inabidi uwe makini sana kwa sababu wanaweza wakaingia kwenye e, mitandao alafu wakawadanganya, waka wakawarangai e, wateja wako wakatoa pesa au wakaibiwa pesa au wakadukuu vitu ambavyo baadaye unakuta mteja wako anapata hasara kubwa. Kwa sasa hapa ni muhimu sana kuwa makini na hao waragai. Inabidi wateja wako waeleze e, mambo gani ya kufanya ili kuepukana na hao waragai. Kuna wengine anaweza akajifanya yeye ni anataka kutoa huduma fulani akaweka linki yake hapo na nini. Sasa ukishatoa hiyo link, akishaweka linki na wewe ukibonyeza, tumekwenda na maji. Kwa hiyo hapa ni swala zima la kuwa makini sana na warangai wa mitandaoni. Wako wako sharp kwelikweli, na wanaangaika kila siku ili kuwaumiza e, wateja. Kosa la tatu ni ku- kuiamini sana mifumo ya AI au wengine unasema akili bandia na blockchain. Sasa usi usiiachie hii mifumo ikawa kila kitu inafanya yenyewe bila wewe mwenyewe ukamta cheke, kwa sababu unaweza ukajikuta Eh, unawatia wateja wako kwenye matatizo makubwa sana, kwa sababu wakati mwingine hii mifumo ina, inakosea na matokeo yake unaweza kukuta habari inayotoka hapo ikawa ina madhara sana ku- pengine kuharibu image ya mteja wako. Sasa mteja yeye hiyo ajui, anasema wewe ndio mzembe. Kwa hiyo kuwa makini sana kuisimamia kikamilifu hii mifumo ya AI na ya blockchain ili kuhakikisha information inayotoka hapo ni sahihi, lakini pia haiwezi kaliki yaani watu wakaidukua wakai na kuleta madhara kwa wateja wako. Kwa hiyo hii nayo ni muhimu sana kuifanyia kazi. Namba nne ni swala la kupoteza mtaji wako, lakini pia ushindani wa biashara. Sasa hivi vijana wengi wamemaliza vioni na wana knowledge ya mambo ya information technology. Kwa hiyo wameanzisha hizi biashara za wakala wa kidigitali kwa hiyo sasa wako wengi na ushindani umepamba moto kweli kweli. sasa anayetoa huduma nzuri ndio anayefanikiwa, asiyetoa huduma nzuri hafanikiwi. Lakini pia kuna masuala ya ujanja wa kupata wateja. Sasa kama wewe hauko sio sio makini kwenye hayo mambo, yaani kupata wateja kwako inakuwa ni shida. Eh, unaweza ukajikuta unapata matatizo makubwa na hata ukafilisika. Kumbuka, unapoanzisha hii biashara kuna pesa inabidi utumie ambazo ndo za mtaji kupata eh, vifaa mbalimbali kuweka mifumo mbalimbali mbali. Sasa eh, inapotokea sasa wateja hawaonekani eh, inakuwa ni hasara kwako na mwisho wa siku una-, una, unafilisika, na hela yako mtaji wako unapotea, kwa hiyo hili ni swala ambalo inabidi ulifanyia kazi kwa sababu hii nayo ni biashara kama biashara nyingine. Biashara siku zote inategemea wateja. Sasa kama wewe huna mfumo mzuri wa kupata wateja, au hujapata e, somo la jinsi ya kutafuta wateja, sasa haya ni masomo ya ujasiri ya mali, au kutunza wateja, kwa sababu unaweza ukawa na wateja lakini hawa wateja, kwa sababu huduma zako ni mbovu, wanakukimbia. Sasa mwisho wa siku utakuta unafilisika na ziko waka, mawakala wengi tu wa digitali wamefilisika, na pesa zao za mamilioni ya, ya shilingi yamepotea. Kwa hiyo na wewe usije ukaingia kwenye huo mtego kuanzisha biashara Tano na mwisho ni swala la teknolojia, inabadilika. Sasa usije ukawa unajisahau au ufahamu teknolojia ambayo unayoitumia imeshapitwa na wakati. Sasa matokeo yake utakuta wateja wanaanza kulalamika, kwa sababu kuna kulinganisha huko, unaona, ah, mbona mwenzangu huduma zake anapata nzuri kuliko za kwangu. Sasa usibweteke, usi ukawa umeendelea kukaa na mifumo ya kizamani ambayo teknolojia imekuwa advanced, wewe bado unatumia mambo ya kizamani au mifumo iliyopitwa na wakati, utajikuta sasa ndio unapoanza kupoteza wateja, na ukianza kupoteza wateja ndio umekwisha. Kwa hiyo kuwa makini na usiwe mbahili. Hizi teknolojia zina ni, zina thamani, ni, ni pesa. Sasa usije ukasema ah, nitumia tena pesa ku-, ku, ku improve teknolojia yangu bwana, hizi pesa nyingi sana Usiwe mbahili, teknolojia ikibadilika, na wewe ni mmoja kati ya watu wa mwanzo kabisa kuitumia teknolojia mpya. Kwa hiyo hili ni tatizo namba tano ambalo usipolifanyia kazi hiyo, e, biashara ya uwakala wa kidigitali inaweza isifanikiwe. Sasa kwa kurudia tu, ni kuwa nimekuambia kuwa kama wewe umemaliza chuo kikuu na umesoma mambo ya information communication technology unaweza ukajiajiri, huna haja kuangaika kutafuta makazi kwa serikalini na kadhalika. Ila tu sasa, tahadhari ni kwa kuna mambo matano inabidi uyaangalie na uwe makini sana ili usije ukaanzisha hiyo biashara ikafirisika baada ya muda mfupi. Sasa kwa kujikumbusha, mambo matano ambayo nimekwambia, ambayo inabidi uwe makini nayo ni kama ifuatavyo. Namba moja ni swala ya kuzuia udukuzi wa data, yaani data isipotee, data za wateja wako. Namba mbili, ni matapeli wamejaa kwenye mitandao huko. Kwa hiyo kuwa makini kuepukana na hao matapeli ambao wako kwenye mitandao kuibia watu. Namba tatu, ni teknolojia. Usitumie teknolojia ambayo imefeli au ambayo imepitwa na wakati. E, kuwa up-to-date teknolojia ikibadilika, iki na unabadilika una. Namba nne, ni swala la kufilisika, kuna ushindani mkubwa sana kwa hiyo kwa weka jihakikishie, yani, hakikishe kuwa unapambana kwenye huo ushindani e, wa biashara hiyo ya, ya, ya kutoa huduma za kidigitali kwa kwa wateja e, kwa hiyo sasa, na mwisho kabisa ni usikubali kuachwa nyuma e, pigana mpaka ufanikiwe. Sasa haya mambo matano, na uhakika nimekufungua macho jaribu kuona kama unaweza ukayatekeleza na uweze kuanzisha biashara yako, na usibaki nyumbani unasema, e, sijaajiriwa au sina ajira, au mnapita kusumbua ndugu jamaa, utafutieni kijana wetu kazi, wakati wewe umesoma mambo ya information technology. Hii inawezekana kabisa kujiajiri. Mwisho naona ni nimalize kipindi, labda kwa taarifa yako, hii, hii television yetu sasa hivi kipindi chake cha dira ya ujasiriamali kinatangazwa saa mbili ya usiku badala ya saa tatu kama ilivyokuwa zamani. Na pia kama una swali lolote, unaweza ukauliza wakati kipindi kinaendelea, au unaweza ukatuandikia kwa kutumia address inaonyesha hapo hapo chini. Naona nimalizie hapo. Mimi ni Ali Mwambola. Eh, asante na karibu tena kuanzisha biashara.